Uh, tunashukuru sana kwa ujio wa ugeni kutoka media, kutoka Imaan Media ambao lengo lake hasa ni kudumisha uhusiano ambao umekuwa uh, unadumu kwa muda mrefu kutoka kuanzishwa kwa huduma zetu za benki ya Kiislamu hapa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Uhusiano huu umekuwa uh, ni mkubwa kiasi ambacho tuliweza kuitangaza benki ya Kiislamu mpaka watu wengi wakaweza kuielewa, lakini tunania na kupitia makubaliano haya ambayo tunaingia leo hii ni kwamba uh, tutaweza kutoa taaluma zaidi ya huduma za benki uh, ya Kiislamu kupitia media na vyombo vyake vyote, television, radio, pamoja na zile social media zote ambazo wanaziendesha. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba huduma za benki ya Kiislamu zinaeleweka zinafahamika na tunataka tuhakikisha kwamba wananchi wote wanazipata huduma hizi, wakiwa wanazielewa na kuzifahamu vizuri, sio kuzi, kuzipata tu kwa sababu zipo, lakini wanaelewa kile ambacho wanakifanya. Huwezi kupokea huduma ambayo hu inafuata na masuala ya kiimani. Kwa hiyo ushirikiano wetu huu utaweza kudumisha yale ambayo tulikuwa tunakusudia kuyafanya katika jamii yetu ya kutoa taaluma. Suwaka. Hii ni TV Imaan Tanzania <muchos> elimu bila mipaka.